Umetoka kumsikiliza Vitali Maembe akikwambia sumu ya teja, ndo anatufungulia episodi yetu ya ishirini na tisa ya wanangu podcast. Yes, zimekuwa wiki ishirini na tisa tangu tulipoanzisha wanangu podcast na mwaka ukipata episodi ya wanangu podcast kila siku ya Jumatatu asubuhi huku, uh, zikiwa zimeangazia mada tofauti kila tofauti kila wiki tunazungumzia kitu tofauti. Mada zina range kutoka kwenye entertainment mpaka kwenye education mpaka kwenye masuala ambayo mengine hata inakuwa ngumu kuyaweka kwenye kategori uh, fulani, lakini oh, you know, ni kwamba unapata episodi ya wanangu podcast kila siku ya Jumatatu asubuhi na um, nimekuwa nikifanya hivyo kwa wiki 29 so far. Kwa hiyo uh, Vitali Maembe na natufungulia episodi yetu ya 29 ya wanangu podcast. Uh, mimi host wako Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict, na kukaribisha sana katika episodi yetu mpya ya wanangu podcast. Ah uh, kama ndo mara ya kwanza kusikiliza wanangu podcast, karibu sana. Tuko hapa tunazungumzia vitu tofauti tofauti. Ah, Vitali Maembe ni mwanamuziki kutoka nchini Tanzania uh, anakuambia sumu ya teja, na kabla sijaja hapa kuzungumzia kuhusiana na wimbo wake au mada ambayo tutaenda kuelezea leo, nilikuwa nimepitia kwenye ukurasa wake wa Wikipedia ambapo kuna sentensi ambayo nilipenda ambayo imeandikwa kwenye wasifu wake kwamba muziki wa wa Vitali Maembe unachochea una majadiliano mbalimbali uh, mbali katika jamii na umelenga katika kuwaachia wananchi wenyewe waamue ni nini itakuwa suluhisho ya hayo mambo ambayo uh, Vitali Maembe anayaibua, ana uh, ili aweze kuzungumzwa katika jamii. Kwa hiyo kazi yake kubwa ni kuchochea sisi tuweze kuzungumzia vitu, vitu fulani katika jamii ambavyo yeye bila shaka anaamini kwamba vina umuhimu wa kuwa ni sehemu ya mazungumzo ambayo yanafanyika katika jamii na katika kufanya jambo hilo hilo, leo tutakuwa tunazungumzia swala so zima la uraibu, ambalo ni ni tatizo duniani kote, na kuna namna ambavyo hili jambo huwa linachukuliwa kwa miaka mingi, au limekuwa likichukuliwa kwa miaka mingi, lakini maendeleo ya sayansi na teknolojia na utafiti mpya ambao unafanyika kila siku unatuonyesha kwamba pengine mtazamo ambao tulikuwa nao kuhusiana na uraibu miaka ya nyuma ulikuwa uko um, sio sahihi sana, na sasa hivi tuna mtazamo mpya ambao unachochewa na utafiti unaofanyika na wanasayansi na kote duniani ukituambia kwamba uraibu ni kitu kingine. Kwa hiyo leo episodi yetu hii ya ishirini na tisa ya Wanangu Podcast italenga kuangazia hilo uh, hii uh, tafsiri mpya ya uraibu ni nini, kwa sababu uraibu ni pale mtu anapotumia madawa ya kulevya au pale anapokuwa na tabia ambayo haimletei uh, uh, faida kwenye maisha yake, lakini anashindwa kuiacha hiyo tabia, anakuwa anaifanya kwa uendelevu, licha ya kwamba inamletea matatizo katika, katika maisha yake. Kwa hiyo kwa mfano matumizi ya madawa ya kulevya uh, kama bangi au cocaine, au heroin uh, ni moja kati ya mifano uh, mahiri kabisa ya, ya matumizi ya madawa ya kulevya ambayo inaweza ndo inabeba tafsiri, inabeba tafsiri nzima ya utumiaji wa madawa ya kulevya au uraibu. Uh, lakini tun, tun, tun, tunafahamu pia kwamba uraibu unaweza ukaenda mbali zaidi. Kuna uraibu wa tabia ambao unaweza ukawa utumi kitu chochote, lakini unapenda sana kufanya kitu fulani, labda kusema kucheza kamali, yani ni lazima uende kucheza kamali. Kwa hiyo tafsiri ya uraibu inakuwa kila siku, na leo tuko hapa kwa ajili ya kuangalia kutanuka huko. Kwa hiyo tafsiri gani uh, tunaweza tukaongeza uelewa wetu kuhusiana na uraibu kwa ujumla. Kwa hiyo stay tuned, au sio? Siende mbali, tuko hapa, tunarudi sasa hivi kwenye Wanangu Podcast. Mjengee mwanao utaratibu wa kujisomea kwa kumnunulia vitabu. Wanangu Books ni wasambazaji wa mtandaoni wa vitabu vya kiada na ziada. Kiada kwa maana ya vitabu vinavyokubalika katika mitaala ya shule zinazopatikana katika nchi ya Tanzania ziada kwa maana ya vitabu ambavyo viko nje ya mitaala ya shule lakini vina uwezo wa kumwongezea mwanafunzi ufahamu. So piga namba 0766711808 namba ambayo vile vile inapatikana kwenye WhatsApp. Ujipatie kitabu chako leo. Unasikiliza Wanangu Podcast. Ok, tumerudi. Uh, ningependa kuanza na kitu ambacho ningeweza kukiita ni ukosefu kwa taarifa sahihi kuhusiana na uraibu katika jamii zetu kwa sababu wengi wetu huwa tuna, tunalichukulia tatizo la uraibu kama ni tatizo la kimaadili. Kwa maana ya tunajiuliza kwa nini mtu fulani au mtoto fulani aende akatumie mihadarati na akaacha kwenda shule. Kwa nini aende pale akavute bangi na asiende kanisani au asiende msikitini. Kwa hiyo tuna judge hili swala kutoka kwenye mtazamo wa kijamii ambao unatufanya tuone wale wote ambao wanafanya hivi vitu kama ni um, wakosefu wa maadili uh, ingawa hilo linaweza likawa sahihi kwa namna yake, lakini kutokana na tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba uraibu ni, ni, ni swala changamano kwa maana ya kwamba ni swala ambalo wewe huwezi ukalielezea tu kwa kutaja sababu moja kwamba mtu fulani ni mkosefu wa maadili, basi ndio sababu anatumia bangi au ndio sababu anatumia uberi au ndio sababu anatumia chochote ambacho tunaweza kaita kama ni madawa ya kulevya. Na wanasayansi wanasema kwamba tatizo hili lina linahusisha uh, vitu vingi sana ndani yake, lakini katika hivyo vitu vingi vinaweza vikagawanyika katika sehemu kubwa tatu. Uh, sehemu ya kwanza ni vinasaba. Wanasema kuna baadhi ya watu ambao vinasaba vyao um, vinawafanya wawe ni wepesi zaidi kuingia kwenye uraibu ukifananisha na watu wengine. Kwa hiyo kuna baadhi ya, ya tafiti zinasema mpaka asilimia sabini na tano ya watu ambao wanaingia kwenye uraibu ni kutokana na vinasaba vyao. Nikisema vinasaba uh, namaanisha na ile asili yao ambayo ipo kabisa uh, kwenye kwenye kwenye seli zao, kwa maana ya DNA, inawafanya wao kuwa ni watu ambao wana personality za kuwa na uraibu au kuingia kwenye uraibu kiurahisi zaidi. Pale anapokuwa anajaribu kitu kwa mara ya kwanza a, basi inakuwa ni rahisi yeye kuendelea kufanya hicho kitu hata kama kinamletea madhara katika, katika maisha yake. Lakini sababu ya pili ambayo inatajwa ni um, mazingira ambayo tukizungumzia mazingira sasa tunazungumzia vitu vingi pia ndani yake. Kutokana na mazingira ambayo mtu anaishi, uh, mtu mwingine anaweza akalelewa kwenye familia ambayo unakuta baba ni mraibu au mama ni mraibu, na anakuwa katika mazingira ambayo anaona hivyo vitu vinafanyika, uh, kwa hiyo inampelekea na yeye anapofika, uh, umri fulani pengine kuweza kujaribu hivyo vitu. Lakini mazingira pia anaweza ukayaangalia kwa namna ya kwamba Uh, mtu yupo kwenye mazingira gani? Mtu mwingine anaweza kawa ni mpweke sana, kwa sababu upweke pia unaonekana ni moja kati ya vitu ambavyo vinapelekea watu wengi sana kuweza kutumia madawa ya kulevya. Kwa hiyo hiyo pia ni sababu, mazingira, ni sababu sababu mazingira kubwa ambayo inapelekea watu waweze kuingia katika, katika uraibu. Sababu ya tatu ni maendeleo ya, ya ubongo. Wanasayansi wanasema ubongo wa binadamu haui umekamilika katika ukuaji wake ni mpaka pale utakapo mtu atakafikia miaka ishirini na kitu katika maisha yake, ndio ubongo unakuwa umekamilika katika kukua kwake. Kwa hiyo wale wote ambao wanajaribu hivi vitu wakiwa chini ya miaka ishirini ni rahisi sana kwao kuingia kwenye uraibu, kwa sababu ubongo unakuwa haujakamilika katika ukuaji wake, na hivyo hata namna anavyofanya maamuzi huyu mtu ambaye anajaribu hivi vitu tofauti tofauti, ni rahisi yeye kuwa huko ni rahisi yeye kujikuta kwamba ameshikwa kwenye kitu fulani, kwa sababu hata hivyo alivyokuwa anaanza kufanya hicho kitu, ubungu wake ulikuwa haujakamilika kami, katika ukuaji. Kwa hiyo tofauti kubwa ambayo tunaiona hapa sasa kati ya ule mtazamo wa jamii wa kuwaona wale watu wenye tatizo la uraibu kama ni wakosefu wa maadili au pengine wahalifu kabisa, unatofautiana sana sana na tafiti hizi ambazo zinafanyika na wanasayansi ambazo zinatuonyesha na kwamba pengine hawa watu ambao tunaweza kuwaona kama ni wahalifu pengine ni wagonjwa kama walivyokuwa wagonjwa wengine. Kwa hiyo hata namna ambavyo tuna tun, tun, tun treat hawa watu ambao tunawakuta pengine wanatumia madawa ya kulevya uh, kuwakamata kuwapeleka polisi, kama umesikia kwenye wimbo wa Vitali Maembe kwamba ameshikwa bwana na afande, amejaribu kumpa afande rushwa rushwa, afande kakataa, anampeleka kituoni, ndio. Kwa hiyo hivyo ndo ambavyo wao warahibu wanakuwa treated kwenye jamii zetu lakini kama hizi hizi uh, tafiti za like kisayansi zinatuambia kwamba pengine mtazamo wetu uko wrong, kwa sababu hawa watu ni wagonjwa kama ambavyo walikuwa wagonjwa wengine. Kama up to 75% ya, ya, ya waraibu unaweza ikawa attributed kwenye kwenye vina saba kwenye DNA. Hiyo inamaanisha kwamba huyo mtu ambaye amekuwa mraibu hakuwa na nafasi kubwa ya kujitetea kutokana na kwamba a uh, asilimia kubwa ya hili tatizo imetokea ni tatizo la kibiolojia, sio kwamba hata yeye yupo kwenye control kwamba anaweza akali control hilo swala. Kwa hiyo kama leo ukizaliwa una, una DNA ambazo zina zi sickle cell, si ndio? hauna nafasi kubwa ya kujitetea kwamba okay, so uweze ukaenda sehemu yote kuapili ukasema kwamba jamani, mimi sitaki kuwa na sickle cell, kwa sababu ni kitu ambacho kipo kwenye DNA yako. The same applies kizungumzia kwenye kwenye kwenye uh, masuala ya uraibu kwamba kama mtu amezaliwa na, na, na, na, DNA ambayo inamfanya awe susceptible you know, to addiction yani awe ni mrahisi wa kuingia katika uraibu. Kwa nini tunamtreat huyu mtu na kwenda kumfunga, uh, as if ni ea, yani kama ni muhalifu? Kumbe na yeye anaweza kuwa treated kama ni mgonjwa kama ambavyo tunawatreat wagonjwa wengine. Kwa hiyo huo ndo, ndo tofauti sasa wa, wa kimtazamo kati ya mtazamo ambayo jamii iko nayo na, na ukilinganisha na hizi tafiti ambazo zinafanyika na wanasayansi ambazo zinatuambia vitu tofauti kabisa na, uh, na vile ambavyo sisi tunafikiria. Lakini vile vile kwenye kutafsiri ku, ku, ku, ku, uraibu wenyewe uh, ukiachana na hiyo ya, ya, ya kuona uraibu kama ni, ni tatizo la kimaadili vile vile tu, tunaona uraibu, mtu akisema uraibu au akisema addiction tunachukulia kama ni, ni vile vitu ambavyo vikubwa vikubwa, yani kwa mfano cocaine, heroin uh, labda bangi na vitu kama hivyo. Lakini uraibu, kitu chochote kile kinaweza kakufanya wewe kuwa mraibu. Kwa mfano kuna watu ambao wana uraibu wa chakula, yani ni kwamba mtu wa, yuko addicted na chakula, anapenda kuwa anakula muda wote, na tunajua kwamba kiafya ukiwa unakula excessively uh, lazima utapata madhara ya kiafya. Wengine wanakuwa wanene sana, wengine wanapata matatizo tofauti tofauti ya kiafya kutokana na, na vitu wanavyokula au kutokana na nature ya vyakula wanavyokula. Lakini vivyo kuna addiction ya, ya vitu kama internet. Kuna uraibu wa internet ambao mtu hawezi kukaa offline hata for one hour, yani yeye ni lazima awepo awe connected na internet. Uh, kuna uraibu wa vitu kama games, watu wanacheza hizi game 24 hours, mtu halali kuna documentary moja niliangalia, watu mpaka wanavaa diapers, yani kwamba anacheza game kwamba hana hata muda wa kutoka kusema aende aende uh, chooni labda akapate huduma kule chooni, labda haja ndogo, vitu kama hivyo, hana huo muda. Kwa hiyo yu yuko radhi avae diapers. Ni mtu mzima unamzungumzia, avae diaper ili kama kila kitu akimalizia pale pale, lakini asiache kucheza game. Kwa hiyo addiction au uraibu upo wa aina tofauti tofauti, aina nyingi. Pengine hata sisi wenyewe ambao tunajiona tuna, tuna tuko salama, pengine tuna uraibu wa kitu fulani, umeona. Kwa hiyo nafikiri ni vizuri kujifunza kuwa na control ya chochote ya, ya, tunachokifanya. Wanasema lazima uwe na control, lazima uwe una kiasi cha, cha kufanya kitu chochote ambacho unakifanya ili kuepuka kuingia katika uh, uh, vitu kama janga la, la uraibu kama ile kwa hiyo kwa kumalizia tu mi ningependa kushauri kwamba um, pengine tunatakiwa kuwa na mtazamo tofauti kidogo uh, kuhusiana na hili swala zima la uraibu. Wale ambao tuna family members ambao pengine wanapitia hili janga la uraibu, na pengine tuo tuna mtazamo tofauti kidogo, pengine tuwe supportive zaidi kuliko kuwatenga au kuwaona kwamba wanafanya um, wanachokifanya kwa makusudi, lakini pengine inaweza kuwa imesababishwa na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wao. Pengine wao ni victims, uh, tukaona kwamba wao ni wahalifu. Uh, pengine hawana control zaidi kwenye hicho kitu ambacho wanakifanya kuliko sisi tunavyofikiria. Kwa sababu ni rahisi ukiwa kama kuna mpira let's say, watu wanacheza mpira uwanjani uh, ni rahisi wewe ulioko huku nje kusema angepiga hivi ngefanya hivi na hivi, afanye hivi, afunge ndio. Lakini ukiwepo uwanjani, ndio unajua kwamba hii uh, mechi ina ugumu kiasi gani. Kwa hiyo siku zote mtu ambaye yuko nje hawezi kujua um um magumu anayopitia mtu ambaye anapitia situation uh, anaoipitia. Lakini kwa kuwa supportive, kwa kuwa um uh, loving kwa watu waweze kuwatreat kama wagonjwa tunavyo treat wagonjwa wengine, pengine inaweza ika, ikasaidia zaidi hata katika level ya serikali vile vile, badala kuwachukua tu kuwasweka ndani hawa watu pengine tulikuwa na sober house nyingi zaidi ili kuweza kuwasaidia kwa sababu tumeona ambao kuna watu ambao wana, wanaenda sober house na wakirudi wanakuwa ni watu ambao ni tofauti kabisa na watu ambao wamekuwa waraibu kwa miaka mingi kumi, ishirini lakini wakienda wa, wa, sober house wakipata msaada ambao wanastahili. Uh, kuna ambao wanabadilika kabisa na kuwa watu tofauti kabisa katika jamii, na wengi wao pia wanatumika, wanarudi kule, kule kwenye kwenda kuwasaidia wenzao, kwa sababu wao ndo wanajua ugumu wa kuwa katika hali ile. Kwa hiyo mara nyingi wanarudi kule kuwasaidia wenzao, kujaribu kuwavuta, kuwatoa kwenye ile, kwa kwa hali ya uraibu. Kwa hiyo pengine kama jamii tunatakiwa kubadilisha approach tuliyokuwa nayo kuhusiana na, na, na sema penda kuita ugonjwa tuone kama ugonjwa, kuliko kuona kama ni uhalifu. Kwa hiyo huo ndo huo ndo mtazamo wangu kuhusiana na hili, na pengine tuwasikilize wana sayansi katika hili uh, tuweze kukonsider vitu vingine pia, si ndio? Basi, mpaka kufikia hapo, tunakuwa tumefikia mwisho wa episodi yetu ya ye ishirini na tisa ya Wanangu Podcast. Mimi ni hosti wako Good Luck Joseph aka Imani Joseph formerly known as The Rap Addict, nakutakia siku njema. Wewe afande, usinipeleke nda kupa books <coughs> tano